Kanda ya ziwa na sasa ni Mwanza ambapo mkuu wa mkoa huo John Mongella amewahamishia ofisini kwake watumishi tisa wa chuo cha ufundi stadi cha Mirongo baada ya watumishi hao kukaa kwa zaidi ya miaka mitano bila kufanya kazi, lakini wakiendelea kulipwa mishahara na serikali. Mkuu huyo wa mkoa wa Mwanza amewaeleza waandishi wa habari kuwa amelazimika kuchukua hatua hiyo baada ya chuo hicho kusitisha utoaji wa mafunzo kwa vijana wenye ulemavu kutoka mikoa ya kanda ya Ziwa tangu mwaka 2011 kutokana na matatizo mbalimbali ikiwemo ukosefu wa walimu taarifa zaidi na Mikas Butunga kutoka Mwanza. Chuo cha ufundi stadi Mirongo jijini Mwanza ambacho kimesitisha utoaji wa mafunzo kwa vijana wenye ulemavu kutoka mikoa ya kanda ya ziwa tangu mwaka elfu mbili kumi na moja kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa walimu. Msimamizi wa chuo hicho Georgina Kwesigabo amesema kuwa kwa sasa chuo hicho kinachomilikiwa na serikali hakina usajili baada ya usajili wake kufutwa na mamlaka ya mafunzo ya ufundi stadi VETA mwaka elfu mbili kumi na mbili kutokana na kukosa vigezo kadhaa. Tatizo kubwa ambayo lilituingiza na kuia usajili ni kwa sababu ya kiwanja kidogo, na tukakuta kwamba vile vigezo vingine vinavyohitajika havipo kwa sababu ya ufinyo wa kiwanja. Hali hiyo imebainika wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongella katika chuo hicho. Mheshimiwa, taarifa zote ziko makao makuu Chuo kilipositisha mafunzo mwaka 2011, taarifa zote wanazo, nimekuwa nikipeleka taarifa. Lakini majibu ambayo nimekuwa nikipewa ni kwamba hakuna ajira, mishahara ninapata ndio mshahara. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongella akawapongeza wafanyakazi wa chuo cha ufundi stadi cha Mirongo kwa kutunza vyema mali za serikali. Bahati mbaya kama tunavyokiona kama kimetelekezwa. Lakini sisi yaani tutaanza mara moja mkakati wa kukifufua, kwa sababu vijana ambao tuko tunahangaika nao mtaani wengi wangekombolewa, wangekuwa wamepata haya mafunzo ya msingi. Maelekezo ya serikali yakatolewa kwa wafanyakazi tisa hicho wa chuo hicho ambao wanalipwa mshahara pasipo kufanya kazi, kesho saa moja asubuhi jamani, na nusu na saini daftari kwa rasi, kama wanavyosaini watumishi wengine. Sawa jamani. Chuo cha ufundi stadi Mirongo ni chuo cha bweni kilichoanzishwa na serikali mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane kupitia katibu mkuu wa wizara ya afya kwa ajili ya kuwapatia elimu na mafunzo ya ufundi kwa vijana wenye ulemavu wa viungo kutoka mikoa ya kanda ya ziwa. Amiku Sibutunga, TBC, Mwanza.